Ima imeshuka kwa nini? Tunashukuru sana. Leo tuko patikana hapa kumeri ya Goma, tuko tariki tano mwezi wa kumi na moja mwaka wa elfu mbili na kumi na tano. Ni kusema tunapenda kuongea na populasio yetu kuhusu dokima za cpg tenalie zenye wanakuja kutafuta hapa kwenye meri Goma, et biro ya Goma presisman mibiro ya DGM

eburundi eh, eh, na ile eh, tuku naipana hapa kunivo ya bureau ya DGM inapanua ku bei ya 15000 francs kwa vile vilevile, dokima ya DGM ya ya ya penali toujours ya, ya mine ilikuwa napaniwa kwa 5 dollars, leo inapanua sasa ku 2 dollars.

boma iko pale tutaendelea kupazana kusudi na ile magi zolege. Kwa hiyo ambaye anakuja anapata document mention. Ule mwana anakuja zamani wakati idadi shehe na hapa mbele bwana bueno, journalist mtu alikuwa anaweza fanya hata juma siku mbili au yapata document. Lakini hapa unafika ile ile siku, kisha saa 30 minuti au saa moja document inapata bila shida. Do